Mimi ninayezungumza hapa ni Mhashamu Askofu Rafael Haule wa Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Ruvuma. Kwa kifupi tu, Dayosisi yetu ilianzishwa mwaka 1971, ni takribani miaka hamsini imeshapita sasa tangu kuasisiwa kwa, kwa dayosisi hii ya Ruvuma. Na mimi nilioko hapa ni askofu wa nne wa diocese uh, wa hii, wako wenzangu walionitangulia uh, tangu kuanzishwa kwa hii diocese maaskofu uh, Morris Gahioma ndo mwa, mwasisi wa diocese hii. Na mimi ni askofu wa nne. Kama unavyotambua, ibada hii maalum ni ibada ya shukurani na pia harambee ya kuchangia uh, ujenzi wa kanisa hili. Kwa hiyo tunaomba utuongoze katika shukurani hii na harambee hii leo, na tunajua umetoka mbali kutimiza wajibu wa utumishi katika serikali na nchi yetu. Umeacha mambo mengi ya kufanya katika ofisi yako, lakini ukasema hapana, ngoja nikaungane na wana Ruvuma kana Ruvuma. Jamani, makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Mgogo. Tunajua mna kazi nyingi sana, kazi ya kupita kwenye ma kwenye uh, majimbo yenu kuonana na wananchi kwenda kuwaeleza yale ambayo mipango yenu mlioiweka katika maserikali katika, katika kuinua maisha ya Watanzania kwa kweli tunakushukuru sana.